Ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa kabisa habari Kiganjani, ili kuweza kuhabarishana habari zinazojiri ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na habari iliyotufikia leo mezani kwetu, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Jumanne, mwezi Machi 18, 2025 kimemweleza msajili wa vyama vya siasa kuhusiana na msimamo wake wa no reforms, no election unaolenga kushinikiza mageuzi makubwa ya mfumo wa uchaguzi nchini. Itakumbuka kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Jumaa nne tarehe kumi na saba Machi elfu mbili na ishirini na tano ilitoa taarifa kwa umma ikisema Taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuwataarifu viongozi, wanachama na Watanzania kwa ujumla kuwa Jumanne tarehe 18 Machi 2025 saa 4 asubuhi kitakutana na msajili wa vyama vya siasa jijini Dar es Salaam, kwa ajili ya kuitikia wito wake. Ajenda kuu ya wito huo ikiwa ni no reforms, no elections. Katibu mkuu wa chama Mheshimiwa John Mnyika ataongoza wajumbe wa chama kuonana na msajili wa vyama vya siasa, kisha chama kitatoa marejesho rasmi kwa wanachama na umma kwa ujumla baada ya kikao hicho. Imetolewa tarehe 17 Machi 2025, Jumatatu. Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Hata hivyo, bado Chadema ipo kwenye msimamo wake palepale pale wa no reform, no election. Leo Jumatatu Machi 18, 2025 wamekutana na wame na kuzungumza na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini na kusisiti za kuwa msimamo wake uko pale pale hautabadilika wa no reform, no election. Hata hivyo chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walivoeleza no reforms, no election kwa msajili. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Juma nne Machi 18, 2025 kimemweleza msajili wa vyama vya siasa kuhusiana na msimamo wake wa no reforms, no election, unaolenga kushinikiza mageuzi makubwa ya mifumo ya uchaguzi nchini na kwamba endapo mageuzi hayo yatafanyika, basi chama hicho kupitia nguvu ya umma kimejipanga kuzuia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanya baadaye mwaka huu. Na kwamba endapo mageuzi hayo hayatafanyika, basi chama hicho kupitia nguvu ya umma kimejipanga kuzuia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Akizungumza na mwanahabari nje ya viungo vya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa muda mfupi baada ya kutoka kwenye ofisi hizo, katibu mkuu wa CHADEMA John Mnyika amesema viongozi wa chama hicho wamelazimika kufika kwenye ofisi hizo kufuatia wito waliopokea hivi karibuni, ambapo pamoja na mambo mengine uliwataka kufika hapo ili kueleza wanamaanisha nini wanaposema no no reforms no elections. Kupitia kikao hicho kilichochukua zaidi ya saa nne, Mnika amesema viongozi wa Chadema umeeleza ofisi ya msajiri wa vyama vya siasa nchini kuwa kauli hiyo haijatoa kwa bahati mbaya, kwani kwa muda mrefu nchini kumeshuhudiwa uchaguzi ambazo zisizokuwa huru na haki, zisizoheshimu maoni ya wananchi wanaoyatoa kupitia masanduku ya kura na kwamba mara zote imeelezwa na wadau mbalimbali kuwa mwarobaini wa yote hayo kufanyika kwa mageuzi ya mifumo ya uchaguzi ikiwemo kupatikana na katibu mpya wa tume huru ya uchaguzi, jambo ambalo linaonekana kupingwa chenga na watawala serikali ya CCM. Sisi Chadema, sisi Chadema, tunaamini baada ya kutuita na sisi kuitikia wito wao sasa wanapaswa kuyachukuliwa kwa uzito ili na wao ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wawe na mchango kwa wadau wengine tuliokutana nao. Mchango wa kuwezesha kufanyika kwa mageuzi na mabadiliko kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 na mabadiliko hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reforms, no elections. Tunaamini jambo hili linapaswa kukubalika na wadau wote, Mnyika amesema. Hata hivyo, Mnyika amesema taasisi hizo mbili, Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, baada ya kikao hicho, anatarajia kukutana tena hivi karibuni kwa mazungumzo mengine. Lakini wakati haya yakiendelea, chama hicho kimeendelea kusisitiza msimamo wake uko pale pale na hautobadilika, na kwamba hivi karibuni wataanza kuzungumza kwenye maeneo mbalimbali ya nchini kuwaeleza wananchi kuhusiana na hilo, ikiwemo kufanya vikwazo na mikutano ya hadhara. Alipoulizwa kuhusu tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC, INEC kuendesha zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Katibu mkuu huyo amebainisha wao kama chama walishatoa msimamo wao tangu Disemba elfu mbili na ishirini na nne walipoombwa kutoa maoni kuhusu kanuni za uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani, ambayo kupitia barua yao walioituma kwa INEC, walieleza wazi kuwa hawawezi kutoa maoni kuhusu kanuni hizo pasipo kufanyika kwa marekebisho yatakayowezesha uwepo wa uchaguzi huru na haki. Kwa hiyo, katika hatua hii ni waombe tu vyombo vya habari, badala ya kutuuliza kuhusu tume na anaoendelea na, ya uandikishaji kwa waulizeni Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kwa nini tangu mwezi Desemba hadi sasa hawajajibu barua yetu tuliyowaandikia ya kupata reform. Sisi sisi tumeshaweka msimamo bayana kwamba tunachokitaka kwa sasa ni mabadiliko ya kikatiba na kisheria kuwezesha uchaguzi huru na haki kabla ya hatua nyingine zozote zinazohusiana na uchaguzi, na tunataka wadau wengine wote watolewa kwenye hili, Mnyika amesema. Katika kikao hicho Mnyika aliambatana na naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Zanzibar wakili Ali Ibrahimu, mjumbe wa kamati kuu na mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Lugemeza Nshala, na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia.